Mheshimiwa Waziri Mkuu. Katika utekelezaji wa dhana nzima ya ugatuaji wa madaraka kwa umma kwa maana ya D by D na kutekelezwa kwa programu ya maboresho ya serikali za mitaa, mafanikio kadhaa yamebainika katika nchi yetu. Mafanikio hayo ni pamoja na kuboresha mazingira ya, ya, ya demokrasia na hasa falsafa ya Mheshimiwa Rais ya 4R ambapo wananchi wameshiriki katika kuwachagua viongozi wanaowataka katika uchaguzi wa serikali za mitaa uliofanyika mwezi Disemba mwezi Novemba 2024, na kwa, eh, kwa ngazi za vitongoji, vijiji pamoja na mitaa. Lakini pia kumekuwepo na kuongezeka kwa uwazi na uwajibikaji, uwajibikaji hasa katika ngazi zote za utendaji kazi serikalini, kutumika kwa mifumo, kwa mfumo wa ushirikishwaji wa wananchi wa fursa na vikwazo vya maendeleo katika upangaji mipango ya maendeleo katika jamii zetu. Mafanikio mengine, Mheshimiwa Waziri Mkuu, ni pamoja na usimamizi wa maadili ya watumishi wa umma, uzalendo, mifumo ya rasilimali watu, tehama, kanuni za kudumu za utumishi, usimamizi wa mapato na matumizi, utoaji wa huduma bora kwa wananchi, usikilizaji na utatuzi wa kero za wananchi, utunzaji na uhifadhi wa mazingira, uhimizaji na matumizi ya nishati safi kwa wananchi, pamoja na usimamizi wa miradi ya maendeleo. Mheshimiwa Waziri Mkuu, katika utekelezaji wa dhana hii ya ugatuaji wa madaraka, tunaamini huduma kwa wananchi zitaendelea kuimarishwa na kuboreshwa na kuondoa changamoto mbalimbali zinazojitokeza. Ninapenda kutumia fursa hii kukuahidi kwamba tutaendelea kusimamia rasilifa, rasilimali zote za serikali kwa manufaa ya wananchi ili wafaidi matunda ya taifa lao. Sambamba na hilo, tunaomba kukuthibitishia kuwa tutaendelea kusimamia na kutekeleza maelekezo e, na shughuli zote za serikali kwa weledi mkubwa, kwa maana ya kutekeleza dhana nzima ya ugatuaji wa madaraka, Mheshimiwa Waziri Mkuu.